Katika jioni pambao hii ya leo daealepambau mm. waakika kabisa ndugu Omari mm. Kibode mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi viongozi wa jumuiya zote mliopo hapa nimetambua uwepo wa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mwenyekiti wa jumuiya ya akina mama eh, UWT, moto moto, moto, moto. moto. Eh, wazee wa uchungu wa mwana lakini pia nimetambua viongozi wengi wakiwemo mheshimiwa diwani wetu wa kata yetu, lakini pia diwani wa viti maalum anayetoka tarafa ya jirani tarafa ya Msoga, wazee wangu wa chama cha mapinduzi, ndugu zangu, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo yeah. Amina. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nianze kwanza kwa kushukuru sana wewe na kamati yake wa utekelezaji kwa kuamua kunialika katika tukio kubwa kama hili. Uongozi wenu wa kunialika mimi kwa kweli niliupokea kwa mikono miwili na nikasema kabisa kwamba lazima nitakuja kushiriki. Nilisamehe tu, kwa sababu najua ratiba zetu sisi kidogo zimekuwa ngumu sana kipindi hichi. Wakati nakuja, nilisimama Kibaha, kama mnavyojua Tarehe mbili mwezi wa nne tunawasha tuna mwenge wa uhuru. Sasa wanajua tukishafika pale wakutona bwana mkubwa, ile mambo nayo yanakuwa mambo juu ya mambo juu ya mambo juu ya mambo, tukajikuta mwisho wa siku kwamba tumechelewa kufika hapa. Naombeni sana radhi, ndugu zangu, mesamehe kwa kuchelewa, kwa sababu sio nia yangu ya kuchelewa ili kuja kuongea nanyi, lakini natambua na kuheshimu sana baraza hili mimi siku za nyuma niliwahi kuwa mjumbe katika vikao kama hivyo, kwa hiyo najua umuhimu wa moja wa vijana, najua umuhimu wa maamuzi yanayofanyika katika jumuiya hivyo, natambua sana nguvu na umuhimu wenu vijana wenzangu, lakini kwa kweli nataka nikupongeze sana wewe na wenzako maana Pera, pamoja na kwamba chama kinafanya shughuli zake, lakini jumuiya ya vijana ni moja ya jumuiya ambayo kwa kweli inaamsha na kupitia kwa diwani wenu tumeendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba mambo mengi yanakuwa mazuri hapo. Nakumbuka hata juzi wakati kwenda kuchukua mipira, ni baada ya mazungumzo yetu baina yangu mimi na wewe, mwenyekiti na wenzako, kuona kwamba jinsi gani tunahamasisha michezo, lakini kupitia michezo vijana wapate ujumbe wa ubora wa kufanya kazi, ubora wa kuendelea kushirikiana na kuamini kwamba chama chao kipo kwa ajili yao, hivyo wasiwe na mashaka yoyote yale kwayo nakushukuru sana wewe, lakini pia nataka shukuru kamati yako ya utekelezaji kwa kazi nzuri kufanya. Lakini pamoja na hilo mheshimiwa menyekiti, nataka kupongeza wewe na kamati yako ya utekelezaji, kwanza kwa uamuzi wa kufanya baraza huku ambapo mnaita pembezoni. Wewe umetimiza yale maneno anawahi kusema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba chama hiki sio cha mtu fulani chama hiki sio cha kundi fulani, chama hiki sio cha mahala fulani, chama hiki ni chetu sote. Wewe, ni kwa hiyo wewe ulichokifanya ni kwamba sio kuendelea kuifungamanisha kui, kui, kui funga, kui kama itakuwa lugha nzuri hii jumuiya na watu wa barabarani, wewe umeamua kuileta jumuiya huku kwa wenyewe kabisa, na huku mjenjo kwenye wanachama wako hale barabarani tuko na namna nyingi, wengine tunapita, lakini huku hakuna anayepita huku. Unayoona aliokaa ndio wenye chama chao. Ukiwapa nafasi kama hii, unaona uzuri wake. Mheshimiwa diwani anapata nafasi ya kuwajulisha au kuwakumbusha mambo mazuri ambayo amefanya na Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi anapata nafasi ya kuwapa taarifa juu ya mambo mazuri yanayoendelea kutokea katika chama chake na nyinyi vijana mnapata nafasi pia ya kuwaambia wananchi wa eneo hili kwamba jumuiya ya vijana yao iko active na inafanya kazi nzuri. Ndivyo ambavyo pia jumuiya nyingine ikiwemo akina mama inapata nafasi namna hiyo. Lakini ukiipeleka sana jumuiya pale barabarani, wako baadhi ya watu hapa, kwa sababu ya umbali, kwa sababu ya shughuli, kwa sababu mahitaji yao muhimu katika eneo hili, hivyo vikao vyetu vinavyokaa barabarani kule wanakuwa hawapati nafasi. Kwa hiyo wewe mwenyekiti, umefanya jambo kubwa, jambo la msingi, na kwa kweli mimi binafsi napata matumaini ya Pera ambayo inajali watu, Pera ambayo mwenyekiti Kaisi anaiongoza, Pera ya mfano wake. Hongereni sana. Nashukuru mwenyekiti wa chama, binafsi yangu nataka nikupongeze sana, kwa sababu naona unaboridhisha dhamana za uongozi mmeeleza hapa katika salamu zenu za mwanzo na ambayo ndugu Kamugisha naye alieleza kwamba huyu mbunge huko kila sehemu Mheshimiwa wa diwani huku ndipo zinakopatikana kura. <coughs> Kama ujaje huku mzee, <coughs> wale wale wa barabarani wenzangu wale pale mzee, kuna vijana pale, kazi yetu ni story tu. <coughs> Hey, lakini ukileta box lako mnyembele, nikija mbarabarani kule, limetosha, huna mashaka nalo. Kwa hiyo huku bwana ni lazima tuje lakini sio kwamba tunakuja tu tupige maneno, lakini haya makubwa ambayo yamesimuliwa hapa, miundo miundombinu inakaa vizuri, madarasa yanakaa vizuri, zana zetu zinakaa vizuri, vizuri e, nyumba za watu zinakaa vizuri, huduma za jamii zinakaa vizuri. Ndio mambo ya msingi ambayo anakifanya chama cha mapinduzi yanakuja huko. Na mimi binafsi yangu nataka nikushukuru sana, kwanza kwa kutenga muda wako na kuamua kuja huko. Elimu haina mwisho, hata mtu aliye na umri wa miaka themanini yako mambo yanatokea leo hii ni mapya kabisa pake. Kwa mfano leo hii ukiniambia mi mtu mwenye miaka 80 kama anajua kuchezea kompyuta, huo utakuwa ni uongo, lakini hayo ndio maajabu yenyewe ya dunia ya sasa mm -hmm. kwa maana anaona kumbe zamani mi nilikuwa naandika barua kwa mpenzi wangu inachukua wiki tano sita kumfikia, lakini leo kuna mtu anakaa kwenye kompyuta anaandika, sekunde moja tumekwishapika upande wa pili, sekunde apili ya pili majibu yamejibiwa. Ndiyo mambo yanavyokwenda kwa hiyo umefanya jambo kubwa, na wewe ni mbunge wa na ni wewe pia ni diwani wa mfano wako, na mimi binafsi yangu nataka nikupongeza sana katika jambo hili, na ujumbe huu wafikishie na wa, wa madiwani wenzako, waambie wasijifungie kwenye kata zao, watembee waje kuona. Unaweza ukaja hapo kwa bwana Mkango ukaona aliyofanyika, ukaona kaweza kwamba haijafanyika yale ambayo yamefanyika kwako, lakini pia maana yake hilo nalo pia ni funzo Bwana, hebu njoo kwangu, ule kuna jambo ulione ambalo nini halijafanyika. Lakini ukijifungia hauendi kwa wenzako, kuna kitu fulani unakikosa. Hata ata mimi nataka nikuambieni, juzi nimekwenda wilaya ya mkoa wa Songwe. Mimi kwenye baraza la mawaziri mawazili, mheshimiwa Kitongo, vijana, niliteuliwa kuwa mlezi wa mkoa wa Songwe son, nilikwenda kufanya ziara ya kusalimiana ya kujuliana hali na wale wenzangu ambao nimepewa niongozi. Ndugu zangu, yako mengi, nimejifunza mengi mno, na mambo yale niliyojifunza kule yako baadhi. Kwa kweli, kama tutapata nafasi ya kuja miaka mitano ijayo, ndo mwenye kijwango wa chama, kuna mambo ya songo yatatokea tokea hapa pale. Tumeshuhudia jinsi watu wanavyoshughulika na kwamba, kwa mfano jambo la kilimo, watu wanalima sana, lakini sio wanalima sana tu pia tumeona wenzetu katika jambo la elimu wanachongoro walichokipeleka wana msingi mkubwa Songwe ni kwamba kila shule ya sekondari wamewawekea mabweni, yaani ni kuhakikisha kwamba vijana wetu sio tu kwamba wanazurura sana au wanatembea sana au wanapata muda wa ovyo, lakini wanapata nafasi ya kukaa. Kwa hiyo ndugu zangu madiwani wangu, na mimi ninahakika kabisa, bwana Mkango sijui labda mwingine, najua mwingine anajua, sisi tutapanga lakini Mungu bingu amepanga. Eh, lakini naamini kabisa watu hawa watu wazuri bwana. Hawezi eh, kumwacha mpango. Eh, kwa sababu kwa sababu mwenyekiti, ni kweli tuliambiwa kwamba tukisema mitano tena tuosehemu tuishie. <laughs> Lakini mnasemaje kwamba Ridhiwani mbunge wenu amefanikiwa, bila ya kujua waliounda jambo la kuchagua kila mtu eh, maanake kuna wengine hata tunge tungepakwa dhahabu hivi <gibu> mtu atasema yule ana roti ile dhahabu kavaa, eh. Kumbe kama ambavyo mtu mwingine mweupe, mwingine mweusi, mwingine ndio ameumbwa kwa dhahabu, mwingine ameumbwa kwa giza, mwingine nini, kila mtu ana mambo yake. Eh, maana nataka niwakumbushe, eh, ndugu zangu, kama kama wako watu ambao wamepata nafasi ya kusoma madrasa kidogo. Kwa madrasa tunafundishwa, zamani kulikuwa na nchi inaitwa Thamudi. Zamani unajua dunia hii kuna nchi zimefutika, alafu kuna nchi nyingine mpya zikazaliwa. Thamudi waliwahi kupata, kupata nabii mmoja anaitwa Sale. Ni mmoja kati ya watu waliokuwa wana nafasi ya kipekee mbele ya Mungu, unajua kila ki... wale watu wakaambia, wewe sio mtume wa Mungu. kama kweli mtume wa Mungu, tusikilize sisi tunachokitaka. Akisema, haya semeni akasema tunataka katika jiwe lile pale papasuke atoke ngamia mwe ndani, alafu ngamia akitoka, ngamia yule mzito, awe mja mzito au ana mtoto mdogo, alafu maziwa yake tuwe na uwezo wa kunyonya maziwa yale, yaani kila nyumba ndani ya hii e, nyembele iwe inapata maziwa kutoka kwa yule ngamia yu. Yule bwana, akasema na mambo mengineyo bwana, mambo yote anaweza Mwenyezi Mungu na mimi nitamwomba Mungu afanye hivyo. Kweli bwana, bwana akamwomba Mungu, Mungu akamleta ngamia kwa walivyo mtaka wao, yani mataa ngamia mdia mzito, ngamia na ma na nani, ana maziwa mengi ngamia na nini nanini. Akaja hapa tulivyo watu wote hapa wakatupenda, lakini katika jambo ambayo lazima tuseme ukweli ndugu zangu, haya maendeleo tunayoona leo Pera chanzo chake cha kwanza ni mikutano mikuu ya vijiji vyetu kama huu ambao tumekaa hapa sasa hivi, wenye viti wetu wa vijiji na vitongoji wanazungumza na wananchi wao, na baada ya kuzungumza na wananchi wao, wananchi wanapata nafasi ya kueleza changamoto za maeneo yao. Wananchi wakishaeleza changamoto za maeneo yao, yale ambayo yanaweza kutekelezeka katika vijiji yanatekelezwa, na yale ambayo hayawezi kutekelezwa na vijiji, wenye viti wetu wa vitongoji na wale wajumbe wa serikali wanapokwenda kwenye wodi C wanakutana na mheshimiwa diwani ndiyo wanaongea naye diwani anayachukua yale ambayo yamezungumzwa katika kikao na kuyaleta halimashauri yale ambayo tunaweza kukamilisha na kuyaweka sawa halimashauri tunaweka sawa lakini yale yanayoshindikana halimashauri ndiyo nafasi ya mbunge yanapokuja ya kuyachukua na kuyapeleka mbele kuyatafutia maarifa na nguvu ya mheshimiwa rais pointi gani nasema Leo hii tunaweza tukasema hapa, imejengwa zahanati, yamejengwa madarasa, zimejengwa barabara. Lakini ndugu zangu, nataka nikwambieni, maendeleo haya hawezi kuvuna hawezi ku, hawezi kupendeza mbunge peke yake. Nataka nikuakisheni hii nguvu ni pamoja na mheshimiwa diwani na mimi binafsi. Diwani nakushukuru sana, kwa sababu kazi kubwa ambayo umeifanya wewe ni kuwasemea watu wako ndani ya halmashauri yetu yale ambayo yameweza kutekelezeka katika mashauri yetu yametekelezeka, yale ambayo ya kutekelezwa na serikali kuu yametekelezwa pia. Maana yako mambo ambayo kwa kweli, kwa ukweli, kwa mfano kuzungumza kama umeme, maji na mambo mengineyo, haya mambo tunamwachia mheshimiwa rais kwa sababu ni mambo ya kitaifa. Lakini ukweli anayejua kwamba kuna kitongoji kinaitwa Mnyembele huku ni nani? Ni diwani. Lazima diwani aseme kama Mheshimiwa mbunge unapokwenda kutuombea umeme katika Chalinze yako, ukivihesabu vitongoji vyako mimi Pera pale nina Pingo, nina Mwalivundo, nina nini nina nini nina nini nina nini, nina nini. hivi ninavyo nenda katusemee. Mimi kazi yangu yoli, e, napanua, mkango, ya toka, ya yapa, ni moja tu. Kambunge wenu nageuka kwa kama livospika, napanua maneno ya bwana mkango, yanatoka mambo mazuri yanatokea hapa ndani ya kata yetu ya Pera. Kwa nataka ni kushukuru sana mheshimiwa diwani jambo la kuchagua, narudia tena ni kwa wenyewe watu wa Pera. Lakini binafsi furaha yangu kama takurudisha mzee lazima tuseme bwana, mnyonge mnyongeni haki yake. Eh, nasema tusubiri tu tumnyonge ili tumuue. Eh, tunampa akiwa hai ili haki yake ipate <coughs> vizuri, ikiwezekana na akio aende kastare nayo <coughs> Kwa hiyo jambo la msingi sasa hivi, nataka nikwambie ni tumefika katika maendeleo haya ambayo tunayo ni kwa sababu ya mashirikiano makubwa yaliyopo. Mimi binafsi nataka kushukuru sana Chama cha Mapinduzi chini yako mheshimiwa mwenyekiti, ushirikiano mnaotupa ndiyo matokeo ambayo tunayaona. Tumefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba ilani inatekelezwa vizuri katika eneo hili, lakini kama unavyojua mheshimiwa wenyekiti, mnaweza katika mia mkatekeleza, lakini yako mengine yatabaki Nataka nikuhakikishie tutakapompa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mitano tena, nataka nikuhakikishie nchi hii inakwenda kuzuri zaidi sana. Leo hii labda nikuibieni tu katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, moja ya maelekezo ambayo yanakuja katika ilani ya mwaka 2025-2030 ni kuhakikisha kwamba barabara zote ambazo zinaunga halmashauri na halmashauri, wilaya na wilaya nazo zinakwenda kutengenezwa katika kiwango kinachopitika muda wote, na nyingine ambazo zimekwisha pita katika eneo hilo zinakwenda kuwekwa lami. Zuri linaenda kutokea Pera. Tunayo barabara inatoka Pingo, inakwenda mpaka Mkenge upande wa Bagamoyo. Barabara ile inaenda kutengenezwa kati katika kiwango cha lami katika miaka miwili ya mwanzo, na pia katika miaka mitatu ijayo, miaka minne ijayo, baada ya kuwa Mheshimiwa rais amekaa pale tutaanza mpango wa kuweka lami barabara inayotoka pale pale di hapo Pingo inayokwenda mpaka Mkeni kupitia Arawanda, kwa maana ya mwaliuna, kwa maana yata. Kwa hiyo pointi kubwa ni kwamba ndugu zangu wana Pera, Pera yetu inaenda kubadilika. Lakini sio hilo tu, pia kuna ile barabara inatoka pale Pingo pale inaopita sekondari inaokwenda mpaka huko uko kba ingine nayo pia inaenda kutengenezwa kwa sababu barabara hii ni barabara moja, na kama mnakumbuka vizuri, barabara ile inayotengenezwa pale ndio ambayo inakwenda kuunga na barabara ambayo inakuja kutengenezwa kwanzia roundabout pale Chalinze inayokwenda kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Hizi zote ni barabara ambazo ndani ya Ilani zinaenda kuwekwa na sisi, kubwa zaidi tunachoomba kwa sisi ni kuendelea kutia ubani ili mambo yaende vizuri, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mambo makubwa ambayo ametufanyia ndani ya Halmashauri yetu ya Chalinze. Barabara yetu leo hii inatoka Msoga na kwenda Msoro. Pesa zimekwisha tolewa shilingi bilioni mbili. Hii barabara inayotoka hapo inatoka Pingo pale na kwenda mpaka na kuunga kule Gwata na barabara hii ya Chalinze nayo pia imekwisha tolewa fedha 1.5 bilioni ambayo inakwenda kuwepo katika kiwango kinachoweza kupitika muda wote ili sisi sasa ambao tunafanya biashara katika maeneo haya tuweze kuona fursa zinazofunguka. Lakini nataka nikuhakikishie ndani ya serikali ya awamu ya sita, mheshimiwa mwenyekiti, tutaendelea kuleta fursa na miradi mbalimbali katika eneo hili. Tutaenda kumalizia hiyo shule iki nani, chuo chetu cha veta, lakini pili, kupitia chuo cha veta tunataka tufungue fursa kwa vijana. Nyenye nyewe mnashuhudia juzi kupitia ofisi yetu ya wa waziri mkuu inayosimamia vijana, kazi, ajira na wenye ulemavu tulitangaza fursa za vijana kujiunga na mafunzo kwa ajili wa ya VETA. Tunatarajia kwamba tuone vijana wengi wa Kichalinze wameikimbilia nafasi hiyo na pasea. Lakini nataka nikuhakikishieni, Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa vibali vya kazi na hivi ninapozungumza nana ya wizara yangu peke yake tunapo vibali visipungua 180 ambapo kazi mbalimbali zitatangazwa hivi karibuni kwenye idara ya OSHA, kwa maana ya taasisi yetu ya OSHA, kwenye taasisi yetu ya NSSF, kwenye taasisi yetu ya PSSF kwenye taasisi yetu nyingine eh, ya, ya, ya WCF zote hizo nafasi naya kutolewa. Na vijana wa Chalinze, kimbilieni nafasi hizo. kuna kai eh, jamani, tusije baadaye tunatoka ndio mnakuja kusema bwana alikuwepo alikuwepo, ah, ah, ni nguli ya mwaka eh <laughs> lakini sambi tunaenda mbele tu, au sio? Lazima tukimbilie fursa hizi. tupo sisi leo la msingi zaidi vijana ambao mepata nafasi ya kusoma matokeo ku... matangazo yanapotolewa, kimbilieni fursa hizi, ili tuweze kuona vijana wa Chalinze nao Tanzania, na leo, na ilivwada, ni sehemu ya Watanzania na wao wanatakiwa kupata fursa za namna hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti wangu wa vijana, leo umeniita kwenye baraza lako la vijana, lakini kama ilivyoada, ni muhimu na kupata nafasi kama hizi kutoa zile habari zilizo njema na kudirishana juu ya uelekeo ambao tunapendea. Mimi nataka kutumia nafasi hii Mheshimiwa mwenyekiti. Nakushukuru sana wewe na wenzako kwanza kwa kunialika, lakini pili kwa jinsi ambavyo nyinyi umoja wa vijana, ya, wa ya vijana mnatimiza malengo ya kuanzishwa jumuiya ya vijana. Jumuiya ya vijana ukitoa majukumu yale ya kimsingi kabisa, mengi yao makubwa, lakini mambo ambayo nyinyi umoja wa vijana ndani ya halmashauri yetu ya Chalinze mmeyafanya vizuri kwa ustadi mkubwa, na mimi binafsi yangu nitakupongezeni sio leo tu, kesho na keshokutwa ni mambo makubwa matatu. Moja, nimewasikieni kwa masikio yangu mkiwa kwenye redio ya Chalinze mkielezea na kuhamasisha watu wajitokeze kwenda kujiandikisha. Chama chochote cha siasa mtaji wake ni watu, chama chochote cha siasa mtaji wake ni namba. Uchaguzi unaokuja kesho kutwa sisi naweza tukakaa zaidi, wengine wasisikie walio mbali, kwamba ndani ya Chalinze waliojiandikisha wanachama Chama cha Mapinduzi asilimia 96 wamekwisha jiandikisha. Maana yake ni nini? Tunawaombea uzima, tunawaombea uhai, tunawaombea afya njema, ili Mama Samia Suluhu Hassan kwanza akachukua asilimia 96 katika Chalinze hii, hiyo jambo anataka kulijua. Yani, hapo kwa vifupi, hata kama tukiamua kula achaguzi, tutapunguza tu idadi ya kula zetu, lakini hawana njia yoyote ya kushinda, kwa sababu waliojiandikisha kwa upande wao ni asilimia nne tena <tipi> asilimia nne wengine wamegawana wale wengine wale wa nani wale wanaogombana nan kila siku, wana moja wale wengine hawaeleweki, wana moja na nusu, wale wengine wanapigana kila siku ndio wana sifuri pointi ngapi. Kwa hiyo wamegawana gawana hivyo, kiasi kwamba yani sisi inabidi tusiwepo wote Yaani, peke yao tumewashinda <laughs> yaani ndio raha ya CCM mwaka huu. <laughs> Lakini mimi kinachonipa faraja mwenyekiti ni kitu kimoja, jinsi ambavyo umoja wa vijana wenu mmejitoa. Mimi binafsi yangu kwa niaba ya kamati ya siasa ya wilaya nitanguliza salamu kubwa sana za shukrani kwenu. Umoja wa vijana umefanya kazi kubwa sana chini ya mwenyekiti wenu. Lakini wewe kama mwenyekiti wa vijana wa Pera ukiwa na cabinet yako hii mmeweza kufanya jambo kubwa na zuri ambalo sisi nana chama cha Mapinduzi kwa kweli natupa faraja kubwa sana. Leo hii tulicho nacho sisi tunasubiri utangazia tarehe tu, tarehe ifike, tukaweke mambo yetu yakae vizuri zaidi. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili ni jinsi ambavyo mnakutanisha vijana wenzenu. Mmeeleza hapa, baada ya mkutano kuna kuna kuna kidogo, kuna mechi, lakini sio kwamba mmeanza leo mmefanya mashindano pale uwanjani pale Pera, tumeshuhudia ushindani mkubwa sana na mimi, kinachonifurahisha zaidi ni kwamba panakufanyika jinsi ambavyo watu wanakuja kupitia pale, watu wanaona jumuiya iliyo hai, wanaona viongozi wanaojali, watu wanaojali vijana, wako tayari kushirikisha. Hili ni sifa kubwa, na ndiyo sifa ya uongozi, na kupongeza wewe na kamati yako tetezaji kwa kazi hii nzuri iliyopigiwa mfano na mimi binafsi yangu nikishirikiana pamoja na Mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa chama tutaendelea kuunga mkono, ili muweze kufikia malengo mazuri ya kuhakikisha kwamba ee, mambo yote ya umoja wa vijana ambayo nyinyi mnaya, sisi yanaendelea kufanyika katika ubora mkubwa zaidi. Nikuombeeni sana vijana wenzangu, endeleeni kuamini kwamba chama chenu bado kina nia nzuri, nanyi endeleeni kukipa sapoti, endeleeni kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinapata heshima inayostahili, na heshima ya kwanza ni kuona kwamba kura zinatosha katika boksi kumchagua mheshimiwa rais d Samia Suluhu Hassan, lakini kura zinatosha kwenye boksi kumchagua mbunge wenu, lakini kura zinatosha kumchagua diwani wenu sisi. Mkifanya hivyo kwa hakika, hata rais na nchi yenyewe itaona, na kwa hakika hata milango yetu nayo itaendelea kufunguka zaidi. Ni kuombe sana mheshimiwa mwenyekiti wa umoja wa vijana endelea kuwa na moyo wa kujitolea, wewe na wenzangu, maana chama hiki wakati mwingine, ukisubiri chama kikufanyie unaweza kuchelewa, lakini ukifanya wewe mwenyewe, maanake sisi kwetu tunatupa deni na deni tunalotupa ni kuona kwamba tunaye kijana ambaye anatuhakikishia kesho iliyo nzuri kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hakika chama hiki hakitokuacha ndugu mwenyekiti wetu wa vijana, mheshimiwa mwenyekiti wa vijana na vijana wenzangu wote mlioko hapa katika eneo hili. Wote mlioko hapo. Serikali inaongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Itaendelea kuangalia maslahi ya vijana, hususan kwenye eneo lile la asilimia kumi, kuangalia vijana, okay. Kwanza kuwatakia kila la heri.